Gavana wa Samburu Lati Lelelit ameelezea juhudi zake za kutumia michezo ili kuafikia amani baina ya jamii hasimu ambazo zimekuwa zikizozana tangu jadi kuhusiana na swala tata la wizi wa mifugo. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anaarifu zaidi kutoka Samburu <coughs> Swala la ukosefu wa usalama kwenye kaunti ya Samburu likizidi kwa kuna vichwa wa kuwa usalama kwenye kaunti hii, gavana wa kaunti hii Lati Lelelit ameelezea azma yake ya kutumia michezo kushinikiza uwiano na maridhiano baina ya jamii hasimu ili kuafikia amani ya kudumu. Vile nyi watu wa media wanapenda kuweka vibaya kuwa hapa ni mahali ya vita, mahali ya vita, hebu angalia umati. Pia sisi ni watu ya amani na tuko hapa kushirikiana kuwa pamoja. Hii boli imechezwa for the last four days, hakuna kitu so kabila zote ya Kisamburu kaunti wako hapa, wanapendana, ni mandugu, na hii njia ya kuleta amani katika kaunti yetu. Tuko na imani sana kwa tukiendelea hivi, siku moja watu ya kaunti yetu wote watakaa kama pamoja kama mandugu kama madada na hakuna kitu itakua inaendelea kama vile. muungano wa walimu wa shule za upili kupe tawi la Samburu umeungama kutatizika na ukosefu wa amani katika kaunti ya Samburu na kusifia juhudi za gavana kutumia michezo ili kuafikia amani. maneno ya amani imetusumbua sana, na mi naona hii uh, tournament imesaidia sana kwa kuleta watu pamoja, sababu hii maneno ya amani imekuwa kizungumkuti Nafurahi sana kwa sababu hata sisi walimu tumeathirika sana kwa maneno ya kukosa amani. Ninajua ya kwamba kuna walimu ambao tulipoteza walipoteza maisha yao wakiwa kakazini, ni kwa sababu ya hii maneno ya kukosa amani. Timu mbalimbali zimeshirikishwa kwenye michezo hiyo, hususan zinazotoka maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama. Gavana kiahidi mwaka ujao timu zaidi zitakuwa zinashirikishwa.

Uh, really like, so so MCA akikuja kuchangilia timu zake moja akiangushwa, michezo hiyo itakuwa inaafiki kikomo. Hii leo kwenye fainali ya kukata na shoka, wengi wakiwa na matumaini kwamba amani itaafikiwa. Bonface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.